Biashara mpya inawezaje kushughulikia issue ya cash flow kwenye biashara? Wewe ni biashara mpya ndio umeanza na unatamani kutengeneza cash flow kwenye biashara yako. Siri ni moja. Cash flow ni matokeo ya sales, na sales ni matokeo ya marketing. Na marketing inakuwa ni effective marketing kutokana na njia ambayo umetumia kufanya marketing, kama umefanya maradufu. Kwa mfano, unatumia digital marketing. Digital marketing tunaongelea masuala ya social media marketing na digital space. Kama upo kwenye hii industry, unatumia marketing njia hii, tengeneza content nyingi zaidi jiweke mbele ya watu wengi mara nyingi zaidi, wakuamini zaidi. Wakisha kuamini mara nyingi zaidi, wakijenga imani yao kwako, inawarahisishia watu kuja kufanya kazi na wewe. Wakija kufanya kazi na wewe, unatengeneza sales. Unatengeneza sales, unatengeneza pesa kwenye biashara. Ukitengeneza pesa kwenye biashara, umetengeneza cash flow. Kwa hiyo usianze kwanza kudili na namna gani napata pesa anza kulina na namna gani nafanya sales, na kabla ujafanya sales, namna gani nafanya marketing. Marketing in inaleads to sales. Sales in leads to cash flow. Cash flow in leads to ukuaji wa biashara. Angalia target na nini unachokiwaza na unachokitarget, hapo ndio unaweza kuja kupata matokeo ya kile kitu unapotaka. Okay, tafuta